Mambo vipi langu, jina ni Mr. BM, na leo tena tutajifunza Python. Tutakuwa na mfulizo wa masomo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kama hujui kabisa lugha ya Python usijali, tutakufundisha kuanzia mwanzo hadi mwisho. Taza, alifu, Wala Mr. B. Lakini hakisha unafanya vitu fuata vitu kwanza. Hakisha kwanza una PC ambayo um, umechukua IDE Integrated Environments kwa ajili ya coding lakini pia unaweza ukachukua kama hauna PC pia unaweza ukachukua applications kama hii yeah, hapa. Ndio Pydroid hii yeah. Hapa. Ndani, kila mtu ameiona hapa Hydroid, yes uo kama hivyo, ukifungua inakuwa na design hiyo hapa so. Lakini pia kama unatumia mtandao intaneti, njoo katika Chrome au search engine yoyote, alafu wewe tafuta kitu kinaitwa Google Collab. Kama una mtandao wa kutosha, Google Collab ni sehemu sahii kwako Yes, kiasi kwamba unaweza ukaandika kodi zote za pale, mwambie open new Colab. Kama so, kwa wale ambao wanaotumia internet e, kama utumia internet usilie wala usicheke, subiri so, tuende pamoja pa kwa sawa, mwambie new notebook, nitakuletea ubao kwa ajili ya kufanyia coding na utaendelea kufanya fanya coding, ndio ubao maybe. Kwa mfano tuseme labda x, sasa hivyo niwasema, mwalimu ona kama sijaelewa, yeye tuelewe mbele ya safari maybe Tumia x sawa na 23 tuweke koma, alafu tumwambie y ni sawa na nini? Labda tano, si ndio? Alafu mwambie print sasa. Na print nini? Tushaanza kufanya coding eh. Na kusema mwalimu akasi ile chochote hapo subiri. Kwa mwambie print mwambie the var of uh, hapo unaweza ukafanya maybe uh, unaweza ukaprint kwa design mbili ya mwanzo abii tunataka uh, tuseme x plus y si ndio? so, ndiyo? so, so, so yeah, the value of x plus y is, is utakachokifanya hapa nezo, kreka is keka space. Afu hapa mbele ya mabano hapa mbele eh, ya mabano hapa akusudia hapo ukiweka koma and then ukamwambia maybe z, ambapo z ni yupi sasa? Nitakiwa uje hapo we define z kwamba value ya z sasa tuchukue x afu tujumlishe na nini na haya, upo hiyo ni ya kwanza, lakini kwa namna nyingine unoja turan tu, tu, tu, tu kwanza tuona nasemaje uh, Ukibonyeza hicho uj kitufe ambacho kipo kama play hapo na run, kuna tick manake uh, lakini anatuambia x invalid, kwa hiyo sio syntax okay. Mwache tushushe, sababu sometimes uh, mambo shusha, jaribu kurun tena, nasema Aja, ok, toa hii 23. Jaribu tena hapo, yes, imekubali, kwa value ya x ni 23, value ya y ni 45, kwa zaidi sana na x plus y, ambapo kwa the value of x plus y is 68. Hii njia ya mwanzo lakini tukiweka nini? ikieka comment maybe, nataka maneno yasionekane kwenye program yasionekane kwenye program yasionekane kwenye program joweke kitu kama hichi, ina maana itakuwa ni kama comment. Nataka execute hiyo hiyo, aitokuwe executed, aitopitishwa kwenye compiler. So nataka tu nimwambie x plus y, still bado hata kimwambia hapo run lazima ataleta 68. Umeona, hiyo ni njia ya mwanzo. Hii ni kwa wale watu ambao wana nini, wana mtandao. Lakini kwa sisi ambao hatuna mtandao, tutotumia Google Collab instead, tutatumia hii hapa application ya Pydroid. Kwa kama umeshusha hii application ya Pydroid vizuri, njoo tuendelee. Utamwambia tu x sasa na ngapi, maybe sasa na 38, afu mwambie y sasa na ngapi, na 34. Wewe unataka print kwa style gani? Maybe kama kama uwisa ukaandike herufi ndogo, herufi ndogo zote imekuwa wow. sabini na mbili, vizuri. Huu ni utangulizi wa mwanzo kwa utajifunza kuanzia mwanzo mpaka mwisho kuanzia mwanzo wa Python hadi mwisho wa lugha ya Python. Wanafunzi wengi sana wamekuwa kifeli masomo kama haya napokuwa vyuoni. Utajifunza kwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho, utajifunza uh, uelewa kuhusu, uh, na Python, kodi za Python, lakini utajifunza uh, zile fundamentals za Python kama programming. Kwa mfano kama aina za data, data types maanake, pale kuna integers, kuna floats na vitu vingine kama hivi hapo. Lakini muundo wake structure, kwamba kodi za Python zinakuwa na muundo gani variables. Umeona kama zile x, y, hizo ni variables, na beba values, lakini loops, kwa mfano matumizi ya for loops, na functions zingine ziko nyingi nyingi nyingi, kwa kutengeneza program dogo hapo, itakuwa na sisi tunatumia Python 3 au bado kwenye Python 2? Lakini audience, tumeshasema tunajifunza programming kwa ajili ya wanafunzi wa chuo lakini pia kama wewe bado ni developer, website developer. Pia unaweza ukahusiana ukahusika moja kwa moja na, na, na msafara wetu, kwa kuna benefit nyingi au vitu vya msingi ambavyo unaweza ukavipata kutokana na lugha ya Python kwa sababu ni, ni lugha ambayo ni strong na ni lugha ambayo inatumika sana katika kufanya majukumu mbalimbali kwa mfano hapa katika benefits anasema kwamba is one of the most important program languages, uh, must be part of any programmer's tool set uh. Actually software nyingi zinatumia python kama ni qjs qjs, uh, na vitu vingine vingi ambavyo vinahitaji data retrievement, lakini pia ina provide construct which allow the developer to create software. Tushasemaya software ambazo lazima ufanye coding kwenye baadhi ya ya line lakini ukijifunza Pythoni uh, kikawaida utatumia Python kutengeneza vitu vingi, vingi vingi vingi, na ni lugha ambayo ni worldwide, ni inatumika katika matumizi makubwa mengi duniani. Na hapa mwandishi anasema kwamba unaweza ukapata hicho kipato kama ukifahamu maswala ya Python uh, dola elfu sabini sasa. Uh, tutaji tut tujue hii kwa sababu sisi tunalenga kuunganisha jamii uh, yetu ya Tanzania katika teknolojia. Kwa hiyo mambo ya mshahara itakuwa ni baada ya kazi. Kwa unahitaji nini sasa? Uwe na uhitaji wa kujifunza python, lakini pia uh, uwe na lengo, kama unataka kujifunza python kwa ajili ya kitu gani, kama ni kusoma tu, lakini baada ya kusoma uwe na nini tena kingine? Tunataka kutengeneza programs nyingi na kujifunza aizaji uh, uwe na, na, na experience yoyote. Kwa maana tukasema tutaanzia mwanzo. Kwa, kwa leo tumejifunza nini? Sasa, kusummarize, tumesha kumaliza somo la leo. Tumejifunza, tumekutambulisha katika ulimwengu wa Python. Tukakwambia kama utatumia simu au kama hauna internet, au net, utatumia software zingine kama pydroid. Kwa kazi yako ya kwanza tafuta pydroid, nenda play store, andika pydroid 3, utajifunza. Lakini kama unatumia mtandao hakikisha una mtandao wa kutosha kwa ajili ya kuchukua Google Colab ni katika site yoyote ile, tutaingia alafu tunachukua Google Colab ili tuweze ku uh, kuendelea kujifunza masomo mengi. Mimi ni Mr BM, tuko katika Geotecmedia ni Jomatic Genius Media. Tutajifunza vitu vingi vingi vingi, na tunalenga kuunganisha jamii nzima katika teknolojia. Karibu katika, katika maswali na comments. Thank you hadi hapo baadaye.